kwa maana e, kuweka mechi kwa kutokuwa na kiingilio inawezekana, kitu kikubwa walichohitaji wao ni hamasa na idadi kubwa ya mashabiki ambao watakuwa wanahamasisha wachezaji kupigana kwa ajili ya nembo yao na kuhakikisha wanapata matokeo mazuri kwenye mchezo huo husika. Lakini tukija kwenye faida ya klabu kama klabu, nadhani wanawatengenezea mazingira ambayo sio mazuri e, washabiki wapenzi, pamoja na wanachama wa klabu yao, kwa sababu unapokuwa unaweka free entry mara kwa mara jua eh, unawatengenezea tabia ya wao kuzoea hiki kitu. Hii ni mara tatu wao kwa wanajirudia, lakini wanashindwa kuzingatia, kwa maana kwamba hawa watu tunatengenezea kitu gani huko mbeleni, kama tunashindwa kuwatengenezea mazingira ya kuja kuisupport timu yao kwenye mechi muhimu, yani mechi muhimu, na sisi tunatarajia kuona ndio tiketi zinunuliwa kwa wingi, na kutolea mfano Simba alipokuwa anaenda kucheza Uh, fainali yake dhidi ya RS Berkane. Simba alivyokuwa anaenda kucheza na Stellenbosch e, tumeona Yanga e, alivyoenda kucheza na MC Alger, a day before a game tiketi ilikuwa ni sold out, kwa maana siku moja kabla ya mchezo tayari walikuwa wamemaliza tiketi zote. Simba alienda kucheza na, na, na, National Al Ahli siku tatu kabla, zile tiketi zote ambazo zilikuwa zinapatikana za mchezo huu zilikuwa zimeisha, kwa sababu watu wanatambua huu ni mchezo wa muhimu. Kwa hiyo kuna umuhimu sisi kununua tiketi mapema ili tukaujaze uwanja. Sasa kama mnashindwa kuwashawishi e, mashabiki wapenzi na wanachama wenu kununua tiketi mapema ili wawahi kwenda kujaza uwanja kwa ajili ya kusupport timu yao nadhani hatuwatengenezei misingi mizuri kwa siku za mbeleni. Mara ya tatu hii inatokea kwenye mechi ya maamuzi, mchezo wa, wa finali dhidi ya MC Alger uh, mchezo wa wa wa wa kuwania kufuzu hatua wa ya makundi dhidi ya uh, TP uh, Nglabat Mazembe, na mara ya tatu pia na kwa uh, mechi kuwa ni free entry kwa, kwa mimi, nadhani hii ni sehemu ambayo uongozi pia wanatakiwa ujitathmini kwa kwenye engo hiyo. Inawezekana walichokusudia ni kizuri, kuhitaji hamasa kutoka kwa mashabiki, lakini walazimwa tuwatengenezee mashabiki ambao wapo tayari kuumia kiuchumi kuzisapoti timu zao. Na, na kwa hilo naweza nikakupa nika kisa kimoja hivi. Kuna mwalimu e, Marcel Bielsa ambaye anatajwa kuwa ndo mwalimu wa Pep Guardiola pamoja na Diego Simeone, anatambulika kama mwalimu wa Mungu na Shetani, wengi kwenye mpira wa miguu ndo wanamuita sana hivyo. Wakati anafundisha timu moja nchini Ufaransa aliwahi kuachukua wachezaji akawapeleka e, mtaani kwenda kokota chupa zile za za, za plastiki kwa siku nzima, hawakuwa na, na session yoyote ya kufanya mazoezi. Alipomalizana nao siku iliyofuata, akamwambia jana nimwapeleka kwenda kokota chupa, ili muone ni kwa namna gani watu wanatafuta fedha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa njia tofauti tofauti, ambazo ni ngumu, ili wanunue tiketi kuja eh, kuwaona nyinyi. Hii inaonyesha ni kwamba pamoja kwamba kuna watu wanapitia eh, nyakati ngumu kupata hizo fedha za kununua tiketi, lakini bado ni mashabiki ambao wanazipenda vilabu vyao wapo tayari kuichangia klabu wapo tayari kwenda kushangilia timu kwa hiyo kwangu kwa mimi nadhani uongozi kuna namna ambavyo wametetereka japo lengo lao ni zuri hauonekana kwamba hii ni mechi ya maamuzi na dhamira ya Young Africans ni kutinga makundi nitakutolea mm, unajua kwenye mpira um, wa tanzania tukizungumza kesi study tunazungumza simba ndio wenye soka la kimataifa si ndio? msimu uliopita simba alifungwa goli mbili kwa sifuri dhidi ya mchezo wa robo fainali kumbuka Simba alikuwa hawajawahi kufika nusu fainali ya kombe la shirikisho. Ilikuwa ni mechi ambayo kwa namna yoyote wanatakiwa wafanye comeback ili waweze kwenda kwenda, uh, lakini hata wao walifungwa hata na, wa, wa, na, wa, wa, wa, wa na CR Belouizdad kulekwao, lakini hakuweka kiingilio bure, yes. mm. kama waliweza kutokuweka kiingilio kwenye mechi dhidi ya CR Belouizdad kwenye mechi ya maamuzi na wakafanikiwa waka, waka kujaza uwanja na timu ikafanya vizuri ikafuzu kwenda hatua inayofuata, basi hata kwenye, kwenye mechi hii pia walikuwa wanaweza. Yaani, hoja ambayo imetolewa ya watu kuja kuomba nadhani haijengi taswira nzuri, kwa maana kwamba tuna mashabiki ambao wanataka kusapoti timu, lakini hawapo tayari kuisapoti timu kwenye mazingira ya kiuchumi. Sasa yes, mazingira yaliyopo ni kwenda hatua ya makundi na mechi moja tu imesalia, mm, hauoni kana kwamba hii ni, ina umuhimu zaidi kwao? Yanga amefunga goli moja kwa sufuri hajafungwa goli mbili tatu ama nne, kwamba inahitaji nguvu kubwa sana ya yeye kwenda kushinda kwenye mchezo huu. Akipata goli tu tayari anakuwa mi level aggregate, baada ya hapo mahesabu yanaanza upya. Sio kwamba ni mchezo ambao anatakiwa akatumia effort kubwa sana kupata magoli mengi ndio aweze kufuzu. Magoli mawili tu kwa sifuri yanamhakikishia Yanga kwenda kwenda hatua uh, ya makundi. Kwa kwangu mimi, sidhani kama ni mechi ambayo tunatakiwa tutengeneze pressure kubwa kiasi kwamba tukafanya uh, free entry kwa kwa, kwa mashabiki pamoja na wanachama kwenda kuangalia hapana. Lakini, lengo nita, nitarudi kule kule, lengo la, la viongozi ni zuri ila namna ya, ya, ya, ya approach yao walikuwa nao ni tofauti. Ni bora wangeweka hata kwa kiingilio ambacho cha chini kwamba badala ya elfu tano wangeweka shilingi shilingi elfu tatu. Hii bado idadi ya watu ya kununua tiketi ingekuwa ni kubwa. Unaamini kwamba hasara wapi, hasara iko wapi kwa hili? Hasara ipo, hasara kwenye value ya klabu kwa e, sababu tunaona hivi vilabu vinasema vipo kwenye transition, eh, kutoka eh, wa mfumo wa kizamani kwenda kwenye mfumo wa kisasa. Kwa hiyo mnapoendesha timu kwa mfumo wa kizamani ambao watu wanategemea zaidi kupewa favor aina fulani ndio waweze kwenda kuisapoti timu uwanjani. Uh, hii inakuwa ni hasara, kwa maana tunatengeneza generation ya mashabiki ambao watakuwa tayari hawapo tayari kuisupport timu kwenye mazingira ya kiuchumi, lakini wapo tayari kuisupporti timu mpaka kutapokuwa na favor fulani ambayo inatolewa na timu timu wenyewe. Hiyo ni sehemu ambayo inaweza kwa hasara, lakini pia hasara kwa maana ya tunafahamu kumekuwa na matukio mengi eh, ya mashabiki kuingia uwanjani, mashabiki kuleta vurugu. Mchezo wa mwisho, Yanga waliweka mechi bure dhidi ya ya ya, ya yesemalgia tunawakumbuka mageti yalivunjwa. Saa Mamelodi Sundowns washakutana na bani ya ya, ya, ya kaf baada ya kuwa wanaweka mechi zao bure, kafika stage kaf wakawazuia kuweka mechi zao bure. Kama yanga kwenye mechi ya mwisho walioweka bure kulitokea uharibifu war, na safari hii bado wanahitaji watu wengi kwa kuna namna ambayo inaweza ikawaathiri wao kwenye kuweka kuweka free entry, kwa maana taswira ya mpira wetu kwa ujumla, kwa sababu Simba ametoka kumaliza bani yake kwa kesi hizo za mashabiki, na wao in kesi ikatokea hiki kitu, akifungiwa, tutakuwa tunatengeneza picha mbaya kwa mpira wetu kama ambavyo tuna sisi wenyewe e, Watanzania tuna tuna picha ambayo tunayo kuhusu mpira wa kaskazini, kwa maana nchi za Kiarabu, wana kule fujo, kwa sababu timu tofauti tofauti zimesha kukutana na adhabu za, za, za, za kuhukumiwa, si, e, mba kwa makosa ambayo yanafanywa na nini na mashabiki. Kwa hiyo na sisi ikionekana, Simba alifungiwa leo Yanga amefungiwa, si tayari kuna picha ambayo inatengenezeka mbaya ambayo inakuwa ni hasara kwa maendeleo ya soka letu, kwa kiuhalisia kwamba uongozi ulipaswa kukataa ma, ma, ma, ma, mawazo ya maoni ya wanachama yes badala ya kukataa moja kwa moja, wangepunguza kiasi cha gharama ya kulipia kwenye kununua tiketi. Labda wameangalia na mechi yenyewe ilivyo, kwamba huenda mechi labda haina mvuto zaidi. Hapana, yani hii ni mechi ambayo wanayanga wenyewe wanatambua, lazima washinde kwenda hatua wa inofuata. Yani mvuto wa hii mechi upo na kinachoongeza mvuto zaidi ni kwamba wamefungwa goli moja tu. Yani hii ndio inafanya kwamba wanaamini kwa kikosi chao wana uwezo wa kufunga. Mimi nikukumbushe tu kwenye mechi za karibuni. Hii ndio mechi pekee ambayo Yanga hajafunga goli. Mechi zake zote amefunga goli. Kwa hiyo wana uhakika hata kwenye mechi inofuata uwezekano wao kupata goli bado upo. Kwa hiyo mvuto bado utakuwa pale pale kwa mashabiki anaenda uwanjani akiwa anatambua kwamba Yanga kwa namna yote wana asilimia zaidi ya 90 ya kwenda kufunga goli. Na akifunga goli amelevel aggregate tunazo biashara huko. Au umetambua kwamba ni mechi ngumu zaidi. Mm, hapana. Yaani ugumu wa mechi mi nadhani kuna timu kama Ahali washakuja hapa amekuja Mamelodi Sundowns robo finali zile ndo mechi ngumu. Timu kubwa na zina wachezaji quality, quality lakini pia wanakupa mechi ngumu, na baada ya kuweka free entry so, sidhani kama tukisema uh, ugumu wa mchezo unaweza kuwa ni sababu. Kwa kiuhalisia kwamba tunaweza tukazungumza kwamba kwa mtazamo wako wewe, mechi kutokuwa na kiingilio ni kuishusha thamani ya klabu sana, ni kuishusha thamani ya klabu, ni kuishusha thamani ya klabu kwa maana ya uh, ile value ya, ya, ya, ya, ni kuishusha thamani ya klabu lakini pia e, kutotengeneza mindset nzuri kwa mashabiki na na na, wanachama wa, wa, wa, wa hiyo klabu husika kwa maana kwamba hawezi kujaza uwanja mpaka kuwe na mechi mechi ya bure hiyo inashusha ina, ina thamani ya klabu kwamba ukiona yanga wamejaa hiyo kuna aina fulani ya ofa ipo kwenye huo mchezo sio unaelewa kwa hiyo hii picha inayojengeka hapa inakuwa sio nzuri inashusha ina thamani ya klabu kwenye kwenye taswira ya, ya, vilabu vingine lakini ishafanywa pia na baadhi ya vilabu hata Mamelodi pia ishafanya hii kishu kama hii Mamelody e, watu wanatakiwa watambue ni klabu maarufu, ni klabu ambayo inajitafuta ama inaitengeneza legacy yake kwenye mpira wa Afrika, lakini ukienda Afrika Kusini bado Mamelody ni timu ndogo. Yani Mamelody, mpira wa Afrika Kusini una Kaiza Chief pamoja na Orlando Pirates ndio timu ambazo zina fan base kubwa, kama ambavyo hapa hapa Tanzania kuna Simba na Yanga, alafu una timu kama Azam ambayo bado inajitafuta inaweka mazingira yake mazuri inajiweka kwenye ramani ya mpira wa Tanzania na inajaribu kwenda kujiweka kwenye ramani ya mpira mpira wa Afrika, lakini tukirudi ndani bado wao ni wadogo, kwa sababu kuna kuna kuna kuna Simba, kuna Yanga, tuseme kama Mamelodi kuna Orlando, kuna Kaiza Chifu. Kwa Yanga wajifunze kwa Simba, sio Yanga wajifunze kwa Simba, wajifunze kwa vilabu vingine vikubwa, sio Simba tu, vilabu vingine vyote vikubwa, usikii wamefanya free entry moja ya timu ambayo eh, eh, kwa soka la Afrika, utakapotaja soka la Afrika huwezi kuacha kuitaja ni TP Mazembe. Wanao mpaka uwanja wa kwao, wana fan base kubwa Kongo, lakini walikuwa watoe mechi za bure, pamoja na wachezaji waliokuwa nao. Tena kuna mechi wanakuwa ni za uhakika za kufuzu, lakini hawajawahi kutoa mechi za bure. Kwa nini? Kwa sababu wanatambua wo, tukiweka mechi za bure, kuna namna ambavyo hatutengenezi picha nzuri kuhusu kuhusu timu yetu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.